Sungura, nisaidie, wananiuma! Sungura akiwa chini akacheka kimya kimya: kimbia, fisi! Ukikimbia watakuacha. Lakini fisi alikuwa amenaswa kwenye tawi, akijaribu kushuka, huku nyuki wakiendelea kum Karibu kwenye Tunu za Kiswahili, mahali pa hadithi za kusisimua na zenye mafunzo kwa familia nzima. Usisahau kusubscribe ili uendelee kupata simulizi nyingine kama hii. Leo tunakuletea hadithi iitwayo Sungura na Fisi, mtego wa Asali. Methali ya leo: tamaa ni mti unaokuwa haraka, lakini hutoa matunda machungu. Mchana mmoja wenye jua kali, sungura alikuwa akirukaruka akitafuta chakula karibu na kichaka cha miiba. Ghafla akaona mzinga mkubwa wa nyuki uliojificha juu ya mti wa mwavuli aliposogea